Amsaytum, au pale mtakapoingiliwa na wakati wa jioni. Shakka ahadu ruwati alhadith, mmoja wa pokezi wa hadithi ndiye aliingiwa na mashaka kwamba aliambiwa junhul layli, au alihadithiwa akaambiwa idha amsaytum, pili mtakapofika katika wakati wa jioni hakuwa na yaqini ni kauli ipi alihadithiwa. Na hili hutokea, na hili hujulisha juu ya hali ya kuchunga amana katika maneno na matamshi. Kwa hiyo pale anapokuwa anataradad, hajui ni hili au hili, anayatamka yote.

atatahiniwa mtihani unaofanana na mtihani wa masihu dajjal, au unaokaribiana. Ataulizwa mmoja wenu, unasemaje juu ya huyu mtu aliyetumwa kwenu? Akasema fa amma lmumin au lmuqin

Hii ni katika kuonesha amana ya ilmu, amana ya maneno, useme kama ulivyoambiwa. Almuhim anasema idha kana junu layli, pindi unapoingia usiku, mwanzo wake mwanzoni mwake, au amsaitum au mkafikiwa na wakati wa jioni Fakufu sibiana kum, basi wazuieni watoto wenu, wazuilieni watoto wenu kutokana na masuala la kuzagaazagaa kutoka majumbani, wasitoke majumbani pale giza linapoingia. Fakufu sibianakum, basi wazuieni watoto wenu jua linapoelekea kuzama mpaka giza linapoingia. Kipindi kile sio kipindi cha kuachia watoto wanatoka toka nje wanazurura zurura, wanaweko sehemu nyumbani, wametulizana. Fa inna shayatina tantashiru hina idhin, kwa ni hakika mashetani wanatawanyika katika wakati huo. Fa inna shayatina, kwani hakika mashetani, tantashiru, wanatawanyika, hina idhi, wakati huo. Kwa msiwachilie watoto wenu, wazuilieni kutoka majumbani, wasitoke na hapa. Wametajwa watoto wadogo, subian, ambayo ni wingi wa neno sabii, wingi wake ni subian.

Ni rahisi kuudhiwa na mashaitani. Kina nani? Watoto na wakina mama. Na ile mtu kama anafuatilia watoto, hana wasiwasi nalo, kwa sababu watoto wala hana dhikiri yoyote. Mtoto huyo hana dhikiri yoyote, hana uradi wowote, na mama yake halikadhalika. hivi kumeingia mambo ya mtandao hii, mama iko bize na WhatsApp, iko bize na Twitter, iko bize si na kitu gani huko, kashughulishwa na simu. Hata simu ilikuwa imeshughulishwa, nadra kwa kuta wanawake wanakaa anafanya dhikari Kwahiyo wanawake wanakumbwa na mashetani na watoto wadogo, kwa kuwa wao ni wachache wa kufanya adhikari na wana udhaifu kwenye mioyo yao. Na kila mtu anapokuwa dhaifu wa moyo, kadhalika mchache wa dhikri, basi inakuwa kama vile ni jumba la shetani. Jumba la shetani, chochote aweza akasema, chochote aweza akafanya. Shetani anamtawalia kwa kiasi kikubwa. Kina mama kujitahidi kujikita katika masuala ya adhikari. Mtu afanye dhikri, dhikri za asubuhi, dhikri za jioni ambazo husoma kuanzia baada ya asr. Lakini kadhalika wanapofanya adhkari hizo, wawaweke watoto wao wanapowao soma, wanaposoma wao na watoto wao wawaige Ukilikariri kwa mtoto hili, inakuwa ni jambo lake la la kawaida likikaririka hili, kwa sababu nimesomea soma, mtoto alisoma atul kursi, mtoto anajua kusoma kulhu Allah, kulhu Allah, bil falaq. Kama vile unavyoandalia chakula kwa mwaya, sasa hivi ni muda wa chai, basi pia sasa hivi kuwa na muda wa dhiki ah, muda wa dhikari, njoo tufanye dhikari eh? Kama unavyoandaa, kwa sababu huu ndio muda wa kumauji mtoto, mtoto muda wa uji basi pia kuwa na muda wa adhkar zazi akawe na mtoto wake chini, lakini baba hawana muda kiasi kikubwa, tukuliendea hilo, lakini akina mama ndio walezi wa watoto wetu majumbani, kwa ka walihakiki hilo. Kwa hiyo mwanamke ajue ili na yeye amfundishe mtoto, na sio mwanamke anaishiishipo yupo tu, basi siku zinakwenda.

Kapopita muda fulani wakati wa usiku, kuanzia pale giza linapokuwa limeingia ukapita muda fulani fakhalluhum, basi waachilieni. Lakini napokuwa giza na linaingia lile, wazuieni majumbani mwenu. Baadhi ya ahlulilmu wameelewa kwamba hawatakikani hata kuchezacheza uche, hata kama wako nyumbani kwao sehemu watulie, kama labda wakatumia muda huo wasomesha Qurani mfano lakini usiwe ni watu wanakucheza cheza wa kukaruka wa muda huo jioni, sababu ni muda ambao mashetani wanaachiliwa. Na kwa nini wakati huu giza linapoingia? Kwa nini wanasema ahlul ilmi kuzagaa kwa mashaitani wakati huu na kusambaa kwa kiasi kikubwa, kwa sababu harakati zao wakati wa usiku zinakuwa na nguvu zaidi kuliko harakati zao wakati wa mchana. Giza linawapa nguvu zaidi mashaitani kuliko ah, wakati mwingine usiokuwa na giza.

Atakayeshuka kwenye mashukio yoyote akasema, audhu bikalimati llahi taamati min sharri ma khalaq, hatudhuriwa na kitu. Hata anayeshuka kwenye mji au kijiji fulani, kitendo cha kushuka kwenye mji huo, akasema hii dua, akamtaja Allah, bikalimati llahi tamati min sharri ma khalaq, au ile nyingine

nini? amelidhukuru amemtaja Allah, amefanya dhikri. Kwa hiyo dhikrullah, huwa alhisnu alhasin ni kinga, ni ngome madhubuti, utakayokukinga wewe kutokamana na matatizo na mabalaa, mashaitani, wachawi, wanga na wengine. dhikra waauku qirabakum nafungeni viriba vyenu, vifungeni viriba qirabakum, wingi wa neno qirba. Qirab qirba ni chombo katika lugha ya Kiarabu, ni chombo cha ngozi kinahifadhia maji kinahifadhiwa maji. Kiriba sijui Kiswahili akisema kiriba nakusudia nini? Je, maana yao ni kama hii ya Kiarabu naye anajua kiriba, viriba, kiriba cha pombe, kiriba cha nini, na anajua kiriba, kiriba nini? Taanailo inakufungia karanga ndogo ndogo, ndovikiribacho mwingine zali vimekaa kama vibuyu, vimefungwa na kamba. Kamba hiyo ahsante kama vikimtungi mtungi, mtungi kidogo kidogo, ndio mipia nafahamu hivyo, lakini kadhalika, katika lugha ya Kiarabu, qirba ina maana hiyo pia, yani chombo cha ngozi kinahifadhiwa maji. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa maelekezo, visiwe wazi hivi vyombo vya maji hivi. Kadhalika inaingia ndoo zako nyumbani za maji ya kutumia, zisiwe wazi au kuqirabakum, vifungeni viriba vyenu. Wadhkuru smallah llah, nalitajeni jina la Allah, Allah. Funika. Ya kwa hiyo unapofunika mfuniko wa ndoo yako ya maji mathalan, eh, weka sema bismillah. Wahammiru aniyatakum, na vyombo vyenu navyovitumia kupikia, hammiru, vifunikeni ndio maana shungi linaitwa khimar linafunika, khimar. Wahamiruu aniyatakum, na vifunikeni vyombo vyenu navyovitumia. Wadhkuru smallah, na nalitajeni jina la Allah napofanya hivyo, kwa maana sufuria isikae tu imeelekea juu, iko wazi. karai lisikae tu jikoni pale, imikaa juu ya jiko, halina mfuniko, liko wazi. Chungu cha mchuzi kisikae tu, kiko wazi. Funikeni vyombo, vifunikwe hivi vyombo. Usipokuwa na mfuniko ya kufunikia basi, kigeuze kibidue juu chini hata unapopanga vyombo vyako kwenye kichanja chako cha vyombo, basi vikombe visielekee juu, visahani zisielekee juu, zifunike zifudikize. Msikia maelezo ni msika kae tu, mwambie wake zenu, na wanakuwa wazito sana, wao uweza ukaongea mara elfu Walau an taaridu alaiha shay'an, mkikosa cha kufunikia vyombo vyenu, hamna mifuniko, mfano mifuniko hamna, walau wa an taaridu alaiha shay'an, japo muweke juu yake kitu chochote. Kwenye riwaya hata kama itakuwa ni uud uud, mti kijiti, kiweke juu ya chombo kile, alafu sema bismillah Imekuja hadithi nyingine Mtume anatoa na, na, sababu, anasema fa inna fi sanati layla, katika mwaka kuna usiku mmoja yanzilu fiha waba, hushuka maradhi katika usiku huo. Haujulikani ni usiku upi, lakini kwenye mwaka kuna usiku Allah hushusha maradhi. La yamurru biina'in laysa fihi ghita, maradhi hayo hayatopita kwenye chombo chochote ambacho hakijafunikwa illa nazala fihi min dhalika alwaba, illa maradhi hayo yataingia kwenye hicho chombo. Kwa hiyo kama ni kikombe, kama ni kibakuli, kama ni sufuria, kama ni sinia, kama ni sahani, chungu. Kwa hiyo mweza mkaja mkapatwa na maradhi mkaugua, sababu yake ni kwamba huyu mke wako hakuelekezeka kwa maelekezo haya ya bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Patwa na maradhi, mjumbe umetoka wapi? Lakini ndo haya yalotolewa bwana mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hizi ni hadithi, anayezungumza haya ni bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, anayezungumza kwa njia ya wahyi kutoka kwa Allah subhanahu wa taala. Kwao sio jambo la kupuuzia. Na hizi ni adabu Muislamu. Magharibi napoingia magharibi, watoto nyumbani, tani funga milango, vyombo nini vifurukizwe vizuri. Hakuna nini kufinika tu vyombo vyako, kuna mifuniko? Basi tutanunua hata ji nailoni, funika vyombo vyako vyote, huwezi geuza juu chini kusibaki kwamba kuna chombo kimekaa kinaangalia juu. Kuna karai ile na mafuta ulikangia mandazi yako, ili yako hapo hapo kama yalivyokaa, hapana. Wadfiu <tibu> masabihakum, zimeni <zimini tazeni> zenu. Zamani walikuwa wakitumia zile taa za kandili na sababu iliyopelekea kutoa maelekezo haya, kuna wadudu mfano panya anaweza akapita akapiga pushi, taa ile ikachoma ikatokea maafa makubwa, kwa sababu ya panya tu bali kwa sababu ya mtu aliyelala alafu kuzima taa yake. Kwa hiyo, rasuli anaelekeza watu wazime taa wanapotaka kulala, taa zile ambazo kwamba zinachoma na zinaunguza. Hili pia kwa leo limeingia kwenye mambo mengi. Usiache waya wa pasi uka uko kwenye soketi au switch usiwashe usiwache sijui e, waya wa hita ukiwa uko kwenye soketi. Kwa nini? Anaweza akapita mtoto akawasha. Kitoto cha cheza cheza kikawa kikagusa, nimekaa nini mekau, upa, hamna. Hili hata lile pasi ni nini ni nini ni nini, pup imeleta ajali. Ajali ngapi za kuungua kwa nyumba utokamana na pasi zilizowekwa sehemu, mtu kashanyosha nguo yake alafu hamna watoto huko ndani? Au hawezi akaja mtu akawa mnazungumza, akawa ameegemea ame, ame, ame, tu alafu akagusa kwa bahati mbaya, akaondoka hakujua.